Mimi ni Saidi Salim Msumi. Unaweza kuniita Kaka Saidi, nipo pamoja na Rashid Don Hamish, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Tukiweza kuzungumza mengi sana, lakini kwa wakati huu hapa, uh, kama kawaida ya viwanjani huwa ina wageni na leo tumemkaribisha hapa msemaji wa kikosi cha Coastal Union, Wanamangushi, Wagosi wa Kaya, kutokea barabara ya kumi na moja jijini Tanga, kwa sababu Uh, barabara ya kumi na moja ni wao; barabara ya kumi na mbili ni ndugu zao African Sports eh, wana, wana kimanumanu pale. Kwa hiyo unapakana tu hapa na pale eh, kuna binji la pembeni, mambo yanakuwa mazuri sana. Huse Diego, assalamu alaikum na karibu sana, asalamu alaykum salam ndugu yangu, vipi fresh? Kwanza hongera. Asante ah, ilikuwaje? manake ghafla <laughs> tu uh, kwanza sio kosti

lakini nakwambia nakuambia, kubwa timu kubwa eh, dili ilikuaje, Hussein Diego? Uh, haikuwa rahisi pia kupokea uh, yeah, kwa mara ya kwanza najua. Mm, mimi nilikuwa nipo kwenye hii karia waandishi wa habari mm, kangu hapa, Rashid anafahamu nilikuwa mm. mm. na hudumu huko huko, lakini uh, viongozi wa Coastal Union waliona mm. uwezo wangu mm, nikatafutwa nika hakukuwa kuna mtu ambaye hmm. unafahamu zile kazi za hmm. hmm. haikuwa hivyo, mimi nilipigwa simu moja kwa moja na katibu Omar Ayubu, ambaye hmm. ni katibu mkuu wa Coastal Union hmm. alinipigia simu akaniambia, tunakuhitaji njoo Tanga tuzungumze, nikaenda, tukafanya mazungumzo, then here we go, nikaanza nika, nika nikaanza kuitumikia Coastal Union na ninajivunia sana. Unajua, miongoni mwa eh, Hmm, kazi ambazo ninajivunia kuzifanya kwa sasa ni kazi hmm, ya kuwa Afisa Habari wa Coastal Union hmm, hmm, japo before hapa nilikuwa na, natamani kufanya kitu kama hichi hmm, lakini sasa unajua uh, timu za ligi kuu zipo nyingi na hmm, kila timu ilikuwa ina Afisa Habari. Coastal hmm, uh, kuniona mimi na kufanya maamuzi wao wenyewe kunichukua ni jambo ambalo mimi nawashukuru sana viongozi wangu tunakamata ya utendaji wenye weledi mkubwa akiongozwa na mwenyekiti mm, eh, Hassan Muksini yes, eh, pamoja na makamu mwenyekiti Dr. Ali Fungo na mm, katibu mkuu eh, Omari Ayubu wameona uwezo wangu wakanichukua. Tanga ni nyumbani, of course, Tanga ni nyumbani. Uko, uko, mm. kwa wa tanga kwa upande nyumbani nyumbani kwao ni uh, Tanga ni mama yangu amezaliwa Tanga kwa babu yangu na bibi yangu mm, kwa maisha, maisha Tanga maisha ya yapoje? Safi kabisa mm, safi, unaweza ukamka asubuhi

asubuhi. Haujafika Ras Kazone. Ndio. Eh, yaani kwa mazingira ni mazuri sana ya Tanga. Mimi binafsi najivunia sana kuishi Tanga. Nimekuja Dar es Salaam kwa kipindi hiki kifupi uh -huh. Eh, kuna baadhi ya mambo nayafanya na, na, na, kwa mambo yangu ya kiofisi na hili ambalo pia niko nalo hapa uh -huh. Ni miongoni mwa shughuli zangu kwa mujibu wa swali lako Tanga. Uh -huh. Sheikh Tanga bi. Miongoni mwa vitu nilijifunza ni, ni, alivyokuwa Tanga. Nimesoma Tanga kidogo. Sasa

nikasahau kaka, nikarudi tena <laughs> <laughs> <Lika> kama nitumwa nyanya chungu iko rahisi ni. <laughs> so, <laughs> uh, <laughs> so, uh, ligi mnaionaje? michezo uh, mitatu mm. uh, miwili mmepoteza mm. mmoja mkianza kwa kushinda mm. nyumbani mm. wapili mkapoteza nyumbani watatu mmepoteza ugenini mm. ligi mnaitazama kwa jicho gani kwanza mpaka sasa? Shekhe wangu, ligi ni ngumu, ligi ni ngumu kwa michezo mm. mitatu tu ambayo tumecheza, mm. unapata picha kwamba ligi ya NBC ni tafu kweli kweli, sio rahisi mm. uh, tumecheza michezo mitatu, umeufasema, tumeshinda mmoja dhidi ya Prison mm. tumepoteza dhidi ya JKT mm. tumepoteza dhidi ya Dodoma, mm. mm. wa mwisho juzi, mm. tumecheza uh, hii inaleta taswira kwamba ligi ni ngumu, tunahitaji kujiandaa vizuri zaidi, mm. kuliko tulivyojiandaa hapo awali. mm. uh, isivyo bahati mwalimu tulionaye, uh, kwa muda ambao alipata kukaa na kikosi akaondoka, uh mwalimu mwalimu ajaondoka. Umesikia wapi kaondoka? Nisikize vizuri nielewe. Kwa muda ambao mwalimu alikaa na kikosi kuelekea kuanza ligi kuu nik sasa hivi, umeelewa? Kwa kipindi cha preseason huenda kuna vitu baadhi ya kufanikiwa kuvikamilisha kuviingiza kwenye kikosi chake hiyo okay. Inapelekea pia kuwa na michezo migumu zaidi kwa sababu unajua, ligi ikiwa inaanza, miongoni mwa timu ambazo zitafanya vizuri mm -hmm. Ni zile ambazo zimekuwa na maandalizi mazuri kabla ya msimu kuanza. Mm -hmm. Uh, kwenye kikosi chetu kuna idadi kubwa sana ya wachezaji wapya. Mm okay. Hiyo inaweza kuwa ni miongoni mwa factor ambazo pia zimetoa affect sisi mm -hmm. kwenye hii michezo mitatu ambayo tumeanza nayo mwanzo. Okay. Tuna mwalimu mpya uh, 50% ya benchi la ufundi H, uh, ni jipya. Mm. Kocha msaidizi ni mpya. Fitness coach ni mpya mm. Lakini manager ni yule yule uh, daktari kit manager ni wala, lakini kwenye eneo mm. mm. mm. e, la technical wote ni wapya, mpaka msemaji si, si, si, si, si, si, si, si, ni mpya, na mimi ofisa habari pia, siathiri kitu kiufundi, kwani mwalimu alikuwa anahitaji muda gani kitaalamu? Sasa hili nitakuwa namsemea kocha, lakini kwa uzoefu wako brother Rashid shi hakuna mwalimu ambaye atahitaji chini ya mwezi mmoja kwenye maandalizi kuelekea msimu mpya akipata siku thelathini. kuna kitu atakuwa amefanikiwa kukiweka. Kwa nini, mm. kwa nini mm. kwa sababu, uh, mm. Mm, kwa nini watu wanazungumza kwamba mmeachana na kocha kwa sababu performance tuliokuwa nayo haipingiki kwamba hatuna performance nzuri mm. kupoteza mchezo miwili kushinda mchezo mmoja kwenye michezo mitatu mm. si performance nzuri hata kidogo mm. lakini hizo, hizo tetesi sisi tunazipokea kwa sababu si timu kubwa, yani hakuna namna utaitenganisha timu kubwa na tetesi. Na, Na, mpira ni sehemu ya tetesi. Wanapofuka moshi mm. moto chini uwepo dio, inawezekana lakini sio kila moshi ni wa moto, inategemea moshi gani unafuka. Eh, sasa niambie moshi gani unafuka. kama e, ni moshi moshi, chanzo chake si moto mp. tu mweupe <laughs> wenye majibu kwa sababu uh, kuanza kupata ushindi mwembamba nyumbani mm. mkaja mkakubali kichapo tena mm. watu hawaioni labda Coastal ile yao Rashid. Eh, ni kweli mm. kwani kwani Coastal kwa mnavyoanza ligi kwenye hii misimu mitatu, ni msimu gani ambao mnahisi ulikuwa ni bora kiasi ambacho mpaka zikaingia fununu kwamba mwalimu mm. yupo au hayupo? Mbona kama atuelewe. Ngoja nikujibu sahii, Rashid mm. uh, historia ziko ili zivunjwe mm. <coughs> unazungumza misimu mitatu kwenye misimu mitatu mm. kuna msimu tumeenda kimataifa, unajua Tuliweza tofauti tukaenda kushiriki lakini sasa hiyo sio garanti kwamba lazima kila msimu uwe hivyo. Huo ni msimu wa mwaka juzi, hatua ya mchezo wa kombe la shirikisho, baadaye akaja kucheza na Simba, haimaanishi kwamba kila msimu kwenye hili janga kwenye hii michezo mitatu ambayo tumefanya vibaya kuja kufanya vizuri kwenye michezo ambayo inaendelea. Tuna jumla wiki tatu hivi sasa, tunapozungumza tuna mapumziko hayo. Mchezo unaofuata ni tarehe 19 dhidi ya Mtubwa Sukari. Dodoma tena tunarudi. Okay. Tunataka kufanya maandalizi ambayo hatutarudi kwenye hicho ambacho tumekipitia kwenye hii michezo mitatu. Mchezo wa kwanza ushindi mwembamba, lakini muhimu wa alama tatu. Alhamdulillah, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli kwenye michezo miwili ambayo tumecheza. mm -hmm. Focus yetu sisi sio kuangalia kile kilichotokea nyuma ni kuangalia tunakoenda mbele. Mm -hmm. Tunapoteza michezo miwili, tumeshashinda mmoja, tumefunika huo kurasa, sasa tutakuwa tuende mbele kwa ajili ya kutafuta alama tatu na kuhakikisha timu yetu inakaa kwenye nafasi nzuri zaidi. Yupo. Taarifa rasmi ikitoka kocha yuko. Baada ya mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, kikosi kimetoka Tanga kikiwa na mwalimu Ali Amir na benchi lake la ufundi mm. Kimetoka Dodoma kimeenda Tanga moja kwa moja. Ko. Na hivi ninavyozungumza tayari ma, baadhi ya maandalizi yanafanyika, mwalimu upo na kikosi. Kama kutakuwa kuna taarifa tofauti na hiyo ambayo mimi nakueleza Rashid mm. itatoka kupitia uh, vyanzo official mm. vya club. Lakini ukiona hamna, basi taarifa iliyopo ni kwamba kocha Ali Amir yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo inayozungumzwa mm. kuna sisi tunapokea ni tetesi, kwa sababu mpira mm. ni sehemu ya tetesi. mm. tutakuja hapo kwenye kocha mm. lakini, uh, ukiangazia timu zingine zinavyosajili mm. washindani wenu mm. inawezekana kuna timu nasema kwamba this ya top mm. kutokana na performance, uwekezaji na kadhalika mm. mm. mkiangalia usajili wenu nyinyi Coastal Union mliofanya, mm. unawapa taswira gani katika ligi hii kulinganisha na wenzenu shekhe? Uh, kuna kitu kidogo hatujakipata kiufundi kwenye kikosi chetu lakini ukizungumza quality ya mzaji mmoja mmoja tumesheheni sana. E, quality ya mzaji mmoja mmoja okay. Kwenye levu ya ligi kuu sin, sina haja kujifanisha na yoyote, mimi mm. mwenyewe kwenye levu mm. ya Premier League mm. nina timu ya kufanya vizuri sana. mm. E, nina mtu kama Khelfinia Mdun nafikiri unamfahamu mm. sindivyo? miongoni mwa mm. viungo ambao wanajua mpira kweli kweli pure talent kutoka mm -hmm. Zanzibar nina striker mdogo mwenye uwezo mkubwa wa makambo, mm -hmm. ambaye kwenye, kwenye, kwenye mchezo dhidi ya JKT aliingia kambani kwa goli moja, mm -hmm. eh, nina full back Oviedo, nina Christopher Ochum nyuma, center half nina pure talent kutoka Namungo, kutoka Pamba mpaka Coastal Union. Ana nini? Ana maboko kama mechi iliyopita ile Ah, sema kosa ya kibinadamu shekhe. Kweli eh? Eh, makosa ya kibinadamu. Diego wakati unazungumza hivyo kuna wenzako wanakuwa wakitaja namba mbili kama kawaida, tatu kama kawaida, nne kama kawaida, tano kama kawaida. Ah, posteli hiyo haiwezekani. Haiwezekani? Mbili kama kawaida, tatu kama kawaida, nne kama kawaida. Ah, subutu. Inawezekana nini kwa hiyo kama hiyo haiwezekani? Eh? Taja, endelea.

Ya tunaye tunaye manyama ambaye hajacheza. Eh, hajacheza manyama, yupo kwenye timu tunaye, okay. Seleman Sale kutoka Zanzibar, kijana mdogo kabisa, pure talent, beki ya mtumba hiyo, ambao wanahitaji muda au wanahitaji kucheza, anacheza kwenye kikosi cha kwanza na partner Seleman pamoja na Christopher Orchum. Ndio anayoanza lakini pia ninaye nina, nina Harub anacheza namba mbili anaanza na, na center half kwo ni mwalimu mm. tu kuangalia namna ambavyo anaweza kuwa flexible naye pia alizonzi mm. zao kutoka under 20 ambayo kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Prison alicheza mm. yeye pamoja na Selemani ambao chuma kucheza mchezo wa kwanza mm. kutokana na mipango ya mwalimu Diego. mm. mm. Hongera kwanza kwa tamasha la festival ya Coastal Union, ulipendeza eh ulipendeza ubunifu wako pia uh, utanga utanga ule tuliufanya ongera kwanza na kongole, lilikupa taswira gani tamasha lako la kwa kwanza kama mm. vile kulihodhi na kadhalika? Ah, ilikuwa momenti nzuri sana of course, wakati mm. tunafanya maandalizi nilikuwa eh, na, na, na Masudi Lienye alikuwepo kule. Masudi, mtu mm. Kigoma eh, mtu Kigoma mm. <laughs> alikuwepo kwa wakati tunafanya maandalizi. Mimi mwenyewe sikuwa sikuwa nategemea na kwamba itakuwa kwa ukubwa ule, unajua mm, lakini tuliandaa kufanya kitu kikubwa mm. Kwa kitu ambacho tunawashukuru sana ni mashabiki zetu kujitokeza kwa wingi uwanjani, kwa pasina wao wale lisingefaa. Na wewe umeona mimi nimependeza, unaona mimi nafanya vizuri, kwa sababu wale walikuwepo uwanjani walikuwa wamejaa wale, kwa asilimia kubwa ni uwanja ulikuwa full house kwa wale, ndio sababu ya tamasha lile kufana kwa namna moja au nyingine, lakini mimi kwa upande wangu mimi Ilikuwa momenti nzuri sana nimepata, nime experience tofauti hmm, lakini pia nimewathibitishia nime, nime umma kwamba ile shughuli inayoweza kuliko wengi wanayoifanya shughuli... Kama nani. Eh? Kama nani. kuliko wengi wanaofanya unajua, sasa wengi wako wengi, nitaje mmoja mmoja kipindi kitaisha hichi. Alifanya Moses kwa pamba, anafanya Ahmed Ali anamsaidia, sasa anafanya ashimuibwe uh -huh. Eh, alikamwe mpaka leo anakula nyoya mm. <laughs> ah, anaefanya mwingine ah, ni, hao. ni hao na mm. wewe We... bora kuliko wao, bora kuliko wao kwenye kile ambacho nimekifanya mimi, kwa sababu lazima wewe ujiamini kwanza kwenye kile unachokifanya. Kwa mimi kwa level yangu nilofanya mimi ni bora kuliko wao, hey, no, wao. Mm. Wa mm. wao. ukiangazia Diego mm. kushika mike mm. Hii ni kazi nyingine, japo ni ndo kada hiyo hiyo ya kuzungumza, yeah, kuzungumza na kadhalika mm, utofauti wake ni upi? kwa siku chache ambazo upo katika uh, nafasi mpya uh, una, unafanya kazi ambayo inawagusa ina, ina, ina, ina watu wengi mm. Najua mpira ni mchezo ambao unapendwa sana eh? Mm. Kwa watu wengi hisia zao ziko pale, hususan timu yetu kama Coastal Union ni timu ambayo watu wanalia na ya timu yao sheh, yaani ukitaka timu zenye zenye loyal fans wa uhakika 100% sisi mm, tunapenda e, ni, yani timu yetu mm, tunalia nayo. Mm. Mm, yani wanapenda timu yao wana mahaba Sheikh. Kosta inapendwa sana watu wake mm. Mm. tuna mashabiki ambao ni kinda kindaki, kwa hiyo ukihudumu kinda kwenye timu kama hiyo, experience yake inaweza kuwa tofauti na timu ambayo haina fans kabisa kama mm, nyingi zilizokuwa hapo na timu nyingine zinacheza upepo kabisa mm, wanajamaa, sisi wenyewe kwenye dressing room tukapewa mm, tendai wanangu mm, makofi mawili matatu. Mi na msumi ni mashabiki wa, wa Coastal Union hususan kile eh, wale kile kile dea chetu cha pale wale wanene, kile dea chetu kile cha pale, tunataka bao tuze tu wala mabani funga chini zui taua kuwatafutia zawadi ile pale ile to jukwaa la Coast wako jua wanafunga vispika vyao pale, wale ndio watu wetu, baada ya kutoonekana kwa muda mrefu, wakati mm. Coastal walienda Arusha msimu uliopita mm. na wao wakaenda e. e. msuzingue tumesafiri e. muda mrefu <laughs> Nashukuru sana kwa hilo, kwa kweli. Hata licha ya Arusha, hata Dodoma mashabiki walikuwepo, si mm. timu ambayo ki, timu ikisafiri, mashabiki wanakuja huju kuangalia mechi zao mm. wanakuja kuangalia timu yao inapocheza. mm. Ndio maana nakwambia tuna pure loyal fans ambao wanaipenda. mm. Mimi na swali moja. Sorry msomi. Mm. Eh. Mm. nimeona kuna utani ambao ulikuwa unaendelea kati ya Alikamwe na Moses mm. William anasema kwenye tasnia kati anakuja, alikuwa kibongo ana mwili, sasa hivi anakonda. Sasa hivi naona utamu kamwamishia kwa msemaji wa Mbeya City, alikuwa amwambia wenzako, walikuja hapo kuna mwili kama wako, sasa hivi wanaonekana kama wanajishepu eh. Changamoto gani ambayo unakutana nayo kwenye kazi yako na timu kongwe kama Coastal Union eh. na we ni kijana mdogo mm. Na wale waliokuzunguka ni wazee wenye umri mkubwa mm. Na, na, na pressure eh. wanachama wana tunajua kwamba Coastal na wanachama kindakindaki eh, kama ambavyo nasema, changamoto changamoto ni nini hasa awesome ambayo kwako kwa unaona kama hii kweli too tough, lakini haihusiani na kukonda Sijajunfa. <laughs> Eh, changamoto zipo nyingi sasa so. <laughs> Lakini changamoto ambazo zinaweza zikakujenga, sio za kuumiza kichwa za kuukwaza kwa namna yoyote, kwa sababu changamoto ambazo uh, nikizipata mimi zinazidi kufanya niwe bora kwenye kazi yangu. Ni ile pressure ya mashabiki, ni changamoto ambayo mtu yoyote anahitaji kwenye mpira ili afanye vizuri. Mm. Kwa ile pressure ya kushinda mashabiki eh, namna ambavyo utaongea nao wale wadau, kuwaeleza kwa, kwa kuhusu timu yao, utawafikishia taarifa hiyo, ndio changamoto kubwa ambayo inayopata. mm. mm. Kuna kitu ulikopo huvijui. mm. Sasa umeingia kwenye timu ndani, mm. unaviona, unasema eh, ni hatari of course, of course, kuna msemo mmoja wa wazungu anasema eh, uzoefu haujawahi kutosha

N mimi m mimi Ahmed Ali mwanangu sana alikavu mwanangu sana mimi, huwa namfananisha Ahmed Ali. Unajua Ahmed Ali ni hatari, yani Ahmed Ali angekuwa hatari kumshinda nani? Ahmed Ali anaweza akamfanya, umeona Simba hali wanaoipitia lakini Abedial anaweza kuubeba huu upepo mm, akajikuta yeye ndo shujaa kwenye huu upepo mm, mgumu. Sasa wewe nakuuliza kwenye hii vipigo vya yeah, back to back mm, mechi inayofuata unacheza na Mtibwa. Yeah, watakupasua tena, itakuwa Wata mechi tatu ah, mfano mpasuka mechi tatu mfano ehe wewe sa msemaji sitapasuka na Mtibwa, unawaambia nini? Tunafanya maboresho au <laughs> tunafanya marekebisho ambayo haya yote yanakwenda kuisha na nahidia, okay. Mtubwa sukari, sisi tunachukua alama tatu. hmm. mchele robo, nazi 26 sita, mpira mwingi maua maua kukutata mantete nazi 26 hizo, tunakushukuru sana hizo raha tu hizo. Kwanza tunakutakia kila la kheri, Mwenyezi Mungu akuongoze, na tunaamini kwamba majambo mazuri yatakuja mm. uh, na tunakukaribisha sana hapa viwanjani kuja kuzungumza kuhusiana na Coastal Union, Bwana Mangush kutokea jini uh, Tanga.